Lizamidai ndugu zangu, ya kwa majina anaitwa Van, lakini kutokana na kimo changu nilivyo mtu mrefu ananiita Van Tolo. Ya najua kuna taarifa itakuwa imesambaa siku hizi au kwenye hizi siku mbili tatu, ambayo inasema kuwa nimechapisha taarifa za uongo kwa kuwadanganya wakimbizi au kwa kuwadanganya watu mi naweza nikasema kuwa simu yangu nina siku kama siku nne hivi nimeibiwa simu usiku, na naweza nikasema kuwa kuna video imetengenezwa ya kuniharibia mimi jina, kusema kuwa serikali inanitafuta, kwa hiyo kila mtu atakayeniona anifanyie kitu kibaya. Kwa hiyo mi naweza nikasema kuwa hizo taarifa ni za uongo. Jameni, mnisaidie sana, mnisaidie sana mpatie watu hii voice, mwajulishe kwa sababu mimi naona vitu vinazidi kuwa vikubwa. Wakati nilikuwa naona kama vile basi, hivyo vitu mimi naweza nikatafutana na hao watu niyamalize, lakini naona kama vile vitu vinazidi kuongezeka, yani kila kiamka leo mambo yanakuwa mengine kwao. Nawaombeni sana ndugu zangu, kama basi kuna watu nimewakosea, mnisamehe, lakini kusema kweli mimi hao watu siwajui kwa watu wanaofahamu sauti yangu wako wananiambia, lakini ule mtu ambaye walikuwa wanaongea naye kwenye video tumeona sio ile sauti, sio ya kwako, na mimi nipo kambini. Sasa mtu akisema yupo Kigoma mara yupo Makere, hapo kwanza ananiharibia jina. Mimi nipo kambini, ndugu zangu, mnisikilie huruma basi, kwa sababu mimi naona vitu vinaweza vikawa vikubwa vikaniletea matatizo Brother nisaidie sana, hiyo voisi tumi basi kwenye hizo grupu zengine ambazo umeona hiyo mambo, kwa sababu ndiyo mimi ni mwanasanaa. Lakini sasa kwenye sanaa kuna vitu vingi, nilibahatika nikachukua tuzo ya huu mwaka wa ishirini na nne nimebahatika nikachukua zangu tuzo. Sasa tuna watu wengi, kuna watu natembea nao blaza, alafu kwanza jiulize mtu ndiyo mtu kwenye kipengele kimoja, alafu umemnyanganya tuzo na alikuwa anategemea yeye ndo atachukua afu unachukua wewe. Kwa hiyo unakuta watu wanafiki ni wengi sana. Kwa braza, nisaidie hiyo voice uitume kwenye kwenye grupu zingine ambazo umeona hizo taarifa, utakuwa umenisaidia sana.